Mwongozo wa spika. Mwongozo wa spika, Mheshimiwa Naibu Spika. Nani? ninasimama chini ya kanuni ya sabini na tisa ya kanuni za kudumu za Bunge. Mheshimiwa Spika, wiki iliyopita kwenye mjadala wa hotuba ya rais wako wabunge wawili, Mheshimiwa Kangi Lugola na Mheshimiwa Ahmed Shabib walitoa maoni yao juu ya mtizamo wao kuhusu rushwa na ufisadi vinavyoweza kuwa kikwazo katika kufanikisha maono ya Mheshimiwa Rais katika hotuba yake. Mheshimiwa Spika, walipendekeza pia umuhimu wa uhuru wa vyombo vya dola pamoja na kuongeza uwajibikaji wa vyombo hivyo ili maono hayo yaweze kutekelezwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kauli hizo, tumesoma kwenye vyombo vya habari ikiwemo gazeti la Mwananchi la tarehe thelathini na moja mwezi Januari na vyombo vingine mbalimbali vya habari vikiripoti kwamba wabunge hao wameitwa TAKUKURU na gazeti la Mwananchi linamnukuu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwamba ata lugha aliyoitumia ni kwamba atawafuata kwa ajili ata ya kupata taarifa. Mheshimiwa Spika, hatua hii licha ya kuweza kuonekana kwamba ina nia njema, lakini ina hatari ya kuweka rejea, kwa maana ya precedent kwamba vyombo vya dola na mamlaka nyingine kinyume na ibara ya mia moja kifungu cha kwanza kikisomwa ikisomwa sambamba na kifungu cha tatu cha sheria ya kinga, madaraka na haki za bunge ambavyo hivi vyote kwa pamoja vinawapa wabunge uhuru wa kujadili na vinazuia mamlaka nyingine zozote zile kuhoji yanayotendeka ndani ya bunge hili. Sasa, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba mwongozo utuongoze kwa sababu ya kuhakikisha kwamba hatua hii haiwezi kutumika huko baadaye kuwatisha au kuwanyima uhuru wa bunge kutoa mawazo yao. Asante. Asante Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa bunge amesema Mheshimiwa Ado Shaibu Ado kwa kanuni ya 79 akiomba mwongozo wa kiti. Sasa mwongozo wa kiti, kwanza kanuni ya 79 naomba ni, ni isome "Mbunge anaweza kusimama wakati wote ambapo hakuna mbunge mwingine anayesema na kuomba mwongozo wa spika kuhusu jambo ambalo limetokea bungeni mapema, ili spika atoe ufafanuzi kama jambo hili linaruhusiwa ama haliruhusiwi kwa mujibu wa kanuni na taratibu za bunge, na majibu ya spika yatatolewa papo hapo au baadaye kadi atakapoona inafaa." Kwa kuwa jambo hili halijatokea mapema leo, na kama linaruhusiwa haliruhusiwi sasa halijatokea leo mapema bungeni. Kwa hiyo mwongozo wa kiti ndio huo. Hilo jambo, kiti hakina taarifa nazo kwa sasa, basi ikapata taarifa itafuatia, lakini kwa kimsingi wa, wa, wa, wa, wa kanuni hii, jambo hilo halijatokea leo mapema. Huo ndio mwongozo wa kiti. Nashukuru sana waheshimiwa bunge. Ratiba inayofuata nitampisha mwenyekiti wetu wa bunge.